Kwanza ieleweke wazi kwamba leo ndo nimejiunga na chama cha Chaumma. Nitahitaji muda kufahamu kwanza, kama jinsi ambavyo umesikia katibu mkuu wa chama anasema, ipo mipango mikakati, hususan ni kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, na mimi ndo leo nimejiunga. Aa, kazi yangu ya kwanza ni kutaka kufahamu, nitahitaji kufahamu na kujifunza chini ya uongozi sasa ambao umenipokea leo, kwamba nini nia na malengo, hususan ni kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa hiyo mimi kwa sasa niko tayari kupokea maelekezo ya chama changu kipya chini ya katibu mkuu niweze kupewa dira ya chama hususani, kwa sababu kwa sasa hivi jambo letu ni moja, kuelekea uchaguzi mkuu okay. Yeah. Ni mapenzi makubwa sana wanasegira wamenionyesha, na ninyi wenyewe waandishi wa habari mmeona. Ujumbe wangu kwao ni kwamba kwanza ninathamini sana upendo ambao wamenionyesha kwao siku ya leo kupitia chama changu kipya, lakini pia nawahakikishia kwamba kama jinsi ambavyo nilikuwa huko nyuma ndivyo ambavyo nakwenda kuwa tena na zaidi, kwa sababu kwanza nimejifunza, nimekomaa zaidi kupitia e, bunge. Miaka mitano si jambo dogo, kwa hiyo wanasegelea wategemee makubwa zaidi, na pia upendo zaidi, kwa sababu huko nilikoenda nimejifunza upendo zaidi, umoja zaidi, kuvumiliana na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo wanasegelea, nawapenda, tuko pamoja maalum sana. Niseme sasa hivi ni mguu kwa mguu. Kwenda kuitangaza Chaumma nchini kama ambavyo nilikuwa nikifanya Chadema. Shukrani.